Hapa kwenye mkutano wa afya ya akili, niko na mshikaji wangu, ndugu yangu, rafiki yangu kabisa, ambaye anaitwa Niva Zakayo Daudi, ambaye tokea jana, siku ya kwanza kabisa kwenye mafundisho, alikuwepo. Mambo poa, uko vizuri? Nipo vizuri. Ah, hongera kwa siku ya pili. Asante sana. Siku ya jana iliishaje kwako? Ah, siku ya jana ilikuwa ni siku ya kipekee tulikuwa na ufunguzi wa Mental Health Summit ya 2025 ambayo ifanyika hapa Kahama, na kulikuwa na masomo mbalimbali kuhusu afya ya akili. Kwa kweli ilikuwa ni siku ya kipekee, tumeweza kujifunza vitu vingi, tumeona fursa ambazo tunaweza kuzipata kupitia na afya ya akili katika nchi yetu, lakini pia tumeweza kupata fursa ya kuweza ku extend na ku network na watu mbalimbali, ili kuweza kukuza afya ya akili katika nchi yetu ya Tanzania. Okay, pengine tayari ushahisi, kwa wewe unaweza kuwa mmoja wa mabalozi wazuri sana wa baadaye. Uh, kwa kweli mimi pia ni, ni mmoja na nitazidi kuwa balozi wa afya ya akili katika nchi yangu, hasa kwa vijana, kwa kuwa sakata la afya ya akili limekumba vijana kwa asilimia kubwa, lakini tunashukuru kwa kuwa serikali yetu ya Tanzania awamu ya sita imeweza kuweka nguvu katika kuwekeza katika swala so zima la afya ya akili kwa vijana. Kwa hiyo mimi ni balozi wa afya ya akili katika nchi yangu. Okay, kwa hivyo wewe binafsi sasa hivi ikitokea unapitia changamoto ya afya ya akili unaweza kujua? Uh, kwa masomo tulilojifunza kuanzia jana, kwa hatua za awali naweza nikatambua kwamba nina changamoto ya afya ya akili, na tumeweza kujifunza kujua baadhi ya hatua za awali au dalili ambazo mtu mwenye changamoto ya afya ya akili ana anaweza kuzipata. Lakini mtu kuwa na changamoto ya afya ya akili haimaanishi kwamba anatakiwa atengwe au kuwekwa mbali na jamii, bali anatakiwa kuweza kupewa ukaribu na usaidizi ili kuweza kujitatua katika hiyo changamoto anayoipitia.